Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Kata ya Mjini ni miongoni mwa kata 21 zinazounda Halmashauri ya Manispaa ya Songea, na kata hii ya mjini ina mitaa minne na mitaa minne nikiwa na maana ya mtaa wa CCM mtaa wa Mpambalioto, mtaa wa Mashujaa na mtaa wa Mahenge, na kwamba kata hii ya mjini ina jumla ya wakazi elfu saba mia nne kumi na tisa. Hii ni kadiri ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. 20. Sasa wiki hii tupo kwenye ziara tu Chama cha Mapinduzi kata ya mjini tunatembelea matawi yetu, matawi manne, matawi ya Mahenge, Mashujaa, Mjini um, na matawi la Pambalioto, na lengo kubwa uh, la ziara yetu uh, kwanza inanipa nafasi mimi mheshimiwa diwani uh, kuwaambia wanachama wa CCM neno la asante kwa ushirikiano ambao uh, wamenipatia tangu pale walipotuchagua ya ishirini ishirini mpaka sasa, ushirikiano ambao umeleta mafanikio. Kwa hiyo ushirikiano wao sala zao na dua zao, uh, ndizo zilizosaidia kata ya mjini uh, kusimama mbele na kusema tumetekeleza kwa asilimia kubwa Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya ishirini ishirini ishirini na tano. Lakini jambo jingine uh, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwaka wa uchaguzi kwa hiyo, ni kuwakumbusha mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo tulikuwa tunaelezana yale ambayo sisi kama wanachama Chama cha Mapinduzi tunapaswa kuyafanya au kuzingatia ili kiu yetu au lengo letu mama la kwamba chama lazima kishinde na kuunda dola kutimia na wameelewa, wameelewa kwa sababu mambo tuliyofanya kwa kipindi cha uh, miaka minne na kidogo ni mambo makubwa. Eneo la miundombinu, eneo la afya, eneo la utawala, uh, eneo la kuwezesha wananchi kiuchumi, uh, eneo la michezo, eneo la kuimarisha chama, tumefanya mambo makubwa.